Je, yeah, dua ya mwenye kudhulumiwa Mwenyezi Mungu huwa anaijibu moja kwa moja kama tunavyoambiwa katika hadithi, ambapo kwamba unasema kwamba mtume anasibishwa, mtume amesema ittaqi da'wat al-madhlum fa innahu laysa bainaha wa baina llahi hijab, kwamba tuogope dua ya mwenye kudhulumiwa kwa sababu dua ya mwenye kudhulumiwa haina hijabu yani anapoomba hiyo ni moja kwa moja inaenda kwa Mwenyezi Mungu yani mustajabu anajibiwa dua yake mwenye kudhulumiwa hii ndio halqa yetu ya leo tunataka kujua kweli maneno kama haya je Qur'ani imezungumzia maneno kama haya kwa sababu ni jambo la kushangaza mimi nakumbuka toka niko mdogo kusikia kwenye misikiti masjid Jami shekhe, wakati wa kuomba dua wawapiza Waamerika na wawapiza Waisraeli, na hata kwenye haram Makka wakati waswali watu siku za haji, utasikia yule imamu anaomba dua kuwapiza Waisraeli na Waamerika, Mwenyezi Mungu awaangamize, Mwenyezi Mungu awamalize, lakini kila kukicha hizo nchi mbili ambazo kwamba zinazowapizwa ndio nchi zinazoendelea. Kila kukicha hizo nchi ndo zaendelea. Hili ni jambo ambalo kwamba mwanadamu anafaa ajiulize, je, kuna makosa gani hapa? Ikiwa mwenye kudhulumiwa kama tunavyoona Palestina, ndugu zetu namna wanavyodhulumiwa na Israeli, wakilia kwenye misikiti, wakiomba Mwenyezi Mungu kwamba wapize Waisraeli, lakini Israeli kila kukicha ndo inakuwa, je haya maneno itaki da'wat al-mazlum fa innahu laysa baynaha wa bayna Allahi hijab, yeye ni vipi? Lakini yote ya kutatua mambo kama haya ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa nazzalna alayka al-kitaba tibyana likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atwambia, wa nazzalna alayka al-kitaba tibyana likulli shay'in. Mwenyezi Mungu ametuashia hiki kitabu kumteremshia Mtume Muhammad, kitabu kama hichi tibyanan likulli shay, kimeweka wazi kila kitu, kila kitu kimeweka wazi, tunachokitaka katika dini. Wahudan, na ni uongofu, uongofu utaopata ndani ya Qur'ani, wala sio kwenye vitabu vingine. Warahmatan, na rehma utaipata ndani ya Qur'ani, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana sifa ya Arrahman Arrahim, lakini sio kwenye vitabu vya mwanadamu. Vitabu vya mwanadamu ni kumwaga damu, kudharau jinsia fulani, basi hiyo ndio hali ya vitabu, ni vitabu vya mwanadamu. wahudan wa rahmatan wa bushra lilmuslimin, na ni bishara kwa Islamu. Kwa hivyo twarudi katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwamba kitabu hichi ndio Mwenyezi Mungu atakachotuhukumu kesho ya Yaumul Qiyama. Siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu hatakuhukumu na kitabu cha sahihi al-Bukhari wala sahihi Muslim, la atakuhukumu na hiki kitabu ambacho kwamba anatuambia fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun, hicho ndo tukifuate na tumche Mwenyezi Mungu tutakuwa ni wenye kurehemewa. Kwa hivyo tuangalie, je, Qur'ani inazungumzaje kuhusu dua ya mwenye kudhulumiwa? Je, ni mustajab ama sio mustajab? kila kitu wa wala ya'malu Mwenyezi Mungu anasema, wala tahsabanna Allah ghafilan wala, musidhani kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kughafilika, amma ya'malu adh-dhalimun, kwa yale wanaoyafanya wale madhalim. La, Mwenyezi Mungu yuko na full rekodi ya wale wanaodhulumu. Kisha Mwenyezi Mungu asema inma yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi alabsar. Hakika Mwenyezi Mungu yuakhiruhum, yani anawachelewesha hawadhibu hapa moja kwa moja la, yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi alabsar, yani siku ya Kiyama, wala sio hapa duniani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya nyingine iliyoko kwenye sura Tufatir aya ya 45, Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala anatwambia, walau yu'khidhu Allahu nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbatin walakin yu'khiruhum ila ajalin musamma na lau atakuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye, mwenye kuwapatiliza watu bima kasabu, kwa yale wanaoyafanya, mataraka ala dhahriha, hangewacha katika huu mgongo wa ardhi min dabatin, kitu chochote cha kutambaa. Yani, Mwenyezi Mungu angekuwa anatupatiliza sisi pale tunapofanya kosa, unaadhibiwa pale pale, basi Mwenyezi Mungu anasema hakungebakia chochote katika hii ardhi chenye kutambaa. Yani, hakuna binadamu angebaki kwa sababu sote tuna muasi Mwenyezi Mungu, sote tuna dhulumu, sote tunafanya maasi. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatuadhibu. Kwa nini hatuadhibu? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala daiman anatarajia kwa yule dhalim kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuomba toba. Wajua, wa sisi tunamtukulia Mwenyezi Mungu kama mwanadamu wewe pindi unapodhulumiwa, wataka utukue revenge pale pale. Pindi unapoibiwa nyumbani kwako kitu fulani na ukaambiwa mtu fulani ni mwivi, basi utataka umchome mtu kama yule. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la, hayuko hivyo. Mwenyezi Mungu siku zote anakuambia, yu akhiruhum, anawapatia muda ili huenda wakawa wenye kutubia kabla ya kufa. Huyo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndugu Muislamu, wakati unapoomba umetokewa na dhulma yani umedhulumiwa, pengine umepokonywa shamba na ndugu zako ana ama na mtu yoyote, umedhulumiwa kitu chochote, ukainua mikono ili kumwapiza yule alokudhulumu, basi wallahi billahi, Mwenyezi Mungu haikubali dua yako. Lau utainua mikono useme kwamba Mwenyezi Mungu muangamize mtu fulani aliyonidhulumu, Mwenyezi Mungu mjalia agongwe na gari, wallahi Mwenyezi Mungu hajibu dua kama hiyo abadan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kwenye sura an-Naml aya ya 62, amman yujibu l-mudtarra idha da'ahu wayakshifu su so yule mwenye kumwomba Mwenyezi Mungu mutar, Mwenyezi Mungu anamjibu yule mutar. Mutar ni wewe ambaye kwamba umeibiwa kitu chako, wewe ni mgonjwa, yani wewe ume- mutar, yani ni yule ambaye kwamba amesongeka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala anasema anamjibu, idha daahu, wakati anapomwomba, wayakshifu su, na kumuondoshia lile baya sio wayahlika almadhlum la, wayakshifu sua na kumwondolea lile baya. Yani kama wewe ni mgonjwa, mgonjwa ni muthara. Kwa hivyo unapomwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili akuondoshee yale maradhi, kwa sababu uko kwenye kitanda na uko na watoto wataka kuangaliwa, uko na mashughuli, nyumba ataka kulipwa. Kwa hivyo muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuinue. Mwenyezi Mungu anasema, anakujibu dua kama hiyo nakuondolea yale maradhi yani, anakutolea ya sababu upate dawa ili upoe uendelee na maisha yako, wala sio kuangamiza yule madhulumu, la. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, walladhina idha aswabahumul baghi hum yantasirun, walladhina idha aswabahumul baghi na wale ambao kwamba wanaopatwa albaghi, ni kitu yani umepokonywa kitu, umedhulumiwa kitu. Kwa hivyo wanapopatikana na misiba kama hiyo, hum yantasirun. Sio kwamba wao wanakaa tu, la, wanaitefuta ile nusra, yani yantasirun, wanakwenda mbio ili warudishiwe kile chao. Mtu amekudhulumu shamba, unakimbia yani, unafanya unafanya unataharak na kwenda mbio ili urudishiwe lile shamba. Ikiwa ni TV yako imeibwa ndani ya nyumba, basi wewe unaenda mbio ili uipate ile kile kitu chako. Mwisho kiwa hupata nusra, unaenda kotini. Kufika kotini pale, unahukumiwa, unapata chako. Hiyo ndo nusra ambao kwamba unaoitafuta, na hivyo ndivyo alivyotuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala sio kumwapiza yule ambaye yu kwamba alokudhulumu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakubali kabisa dua ya mwenye kudhulumiwa, yani yule mwenye kudhulumiwa aombe dua ili kumwapiza mwenzake na ndio utakuta hata watu mtu ameibiwa, utakuta mtu anakwenda kusoma albadiri ili yule bwana apatikane na majanga afe, apatikane na tabu. Wallahi, Mwenyezi Mungu Subhana wa. huyo unayemwendea kukusomea albadiri, unaenda kumpelekea riziki yake, ale afaidike na familia yake, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala hajibu albadiri kama hiyo, wala hajibu dua yoyote ya kuapiza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, ma asabaka min hasanatin famin Allah wama asabaka min sayiatin famin nafsika. Mwenyezi Mungu hata siku moja, na pengine, utasema pengine, unaweza ukaenda ukasoma albadiri ama ukaomba dua, yule bwana akapatikana na ajali, wallahi, usiseme kwamba Mwenyezi Mungu amenijibu dua yangu, la abadan. Mwenyezi hajibu dua ya kuwapiza kwa yule mwenye kudhulumiwa, abadan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati alipotolewa katika mji wa Makka, ame kwa dhulma, amedhulumiwa, ametolewa, ameacha mali yake, ameacha nyumba yake, ameacha mji ambao kwamba alozaliwa wababa zake na wababu zake, wafukuzwa katika mji wa Makka. Hii ni dhulma. Mtume Muhammad alikuwa anataka kuwapiza, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia laisa laka min al-amri shay'an au yatuba Allahu au yu'adhibahum fa innahum zalimun. Mwenyezi Mungu akamwambia laisa laka min al-amri shay'an, la la la la, huna haikuhusu hayo. Mwenyezi Mungu akitaka atawatakubalia toba zao, ama mwenye kuadhibu anajua Mwenyezi Mungu kwamba wao ni madhalimu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku zote anatarajia tauba kwa yule mwenye kudhulumu, yule anodhulumu. Kwa hivyo wewe unapoomba kwamba wamwapiza yule mwenye kudhulumu afe, apate shida, apate tabu, wallahi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dua ama maapizo kama hayo, Mwenyezi Mungu hayakubali kabisa wa ila